Ah, of all of you. You isamehi jamani, imefurahisha nakilago chengo wote wachezaji, tusikate tamaa, mpira lipolivo uu ndo mwanzo, ina maonyesha kama mnaweza, japokuwa mmefungwa, ni mambo ya mpira hachuka na bahati, lakini kwa uwezo tunaopika nileo <coughs> sasa, <tos tos> level hii izidi kwenda juu, usishuke jamani, ina nifurahii sana sana sana.

Kuna lengo naitafuta, sisi tutajenga timu yetu, tunataka kufika kwenye lengo hilo. Sasa mwaka huu tumefika hapa na aupena, ongera. Tunajua kwa mwakani tutafika ile. Nimefurahishwa, nataka kuona mchezo unaokuja za ligi, tunapambana kama finali. Never give up. I'm proud of you, play to the league and we're coming back back again. So tonight, we are coming back, okay. Mita nitakuja tena kwenye mechi. Sawa.